Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube kupitia kitabu hiki. Nimekuandikia mbinu za siri nizozitumia kwa miaka nane kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi elfu tano tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Yeyote aliyewahi kuupenda muziki wa R&B kutoka nchini Marekani hasa katika miaka ya 2000 mwanzoni, lazima anaufahamu wimbo wa Dilemma ulioimbwa na mwanamuziki Nelly akishirikiana na Kelly. Kama wewe ni mtoto wa 2000, tafadhali naomba kwanza kautafute wimbo huu usikilize, au utazame kisha ndio urudi kutazama video hii. Hapo ndipo utanielewa. Huu ni wimbo mkubwa wa wakati wote, na kila mara unapopigwa watu hufurahia na kurudisha kumbukumbu kumbu zao katika miaka ya nyuma. Ukiangalia vizuri katika video ya wimbo huu mwanamuziki Nelly anaonekana kuwa na bandaid au bandage iliyoko shavuni mwake, na hata ukiangalia picha na sehemu mbalimbali ambazo mwanamuziki huyu alionekana katika miaka hiyo, bandage hiyo inaonekana shavuni. Hii ilisababisha baadhi ya watu kuanza kuweka bandage shavuni kama sehemu ya fasheni au swaga bila ya kujua maana halisi ya kitendo hicho, ukizingatia kwamba nyota huyu hakuwa akiumwa wala kuwa na kidonda shavuni. Jambo hili lilizua maswali mengi sana. Watu wakajiuliza, je, mwanamuziki huyo ana kitu gani anachoficha chini ya bandeji hiyo, au ana maana fulani ambayo wengi hatuijui? Sasa kama uliwahi kujiuliza swali kama hilo, video hii ni kwa ajili yako. Cha kufanya ni kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Tasnia ya muziki imetawaliwa na vituko vingi sana lakini pia alama na ishara za siri ambazo unaweza usijue maana yake. Wakati mwingine mwanamuziki hufikia hatua ya kuimba kitu ambacho, kama huna uelewa wa ziada, unaweza usijue alimaanisha nini. Sasa moja ya vitu vilivyowashangaza sana mashabiki juu ya mwanamuziki Nelly ni bandeji yake shavuni, jambo ambalo hata wale wasiomjua waliliona kwa waigizaji wa hapa nchini Tanzania kama vile marehemu Sharo Milionea na hata mwigizaji Kitale na swali la msingi ni je, kwa nini mwanamuziki Nelly alikuwa akiweka bandeji hiyo? Jambo hili lilikuwa siri kwa wengi mpaka pale mtu wa karibu na Nelly alipofunua siri hiyo. Kulingana na stori kumuhusu Nelly, inadaiwa kwa bandeji hiyo alianza kuitumia baada ya kupata jeraha alipokuwa akicheza mpira wa kikapu, lakini rapa huyo aliendelea kuvaa hata baada ya jeraha lake kupona. Wengi walidhani kuna siri fulani au pengine mwanamuziki huyo ana kovu Ikaja kujulikana kuwa Nelly aliendelea kuivaa ili kumkumbuka rafiki yake aliyefungwa jela miaka kumi aliyeitwa City Spad. City Spadi alikuwa rafiki wa karibu sana wa Nelly. Hata nyimbo ya kwanza ya Nelly kuwa hit iliyoitwa Ride With Me waliimba pamoja. Lakini rafiki yake huyo alikuja kuingia mikononi mwa polisi na hatimaye kwenda jela miaka kumi kwa madai ya wizi wa kutumia silaha. Baada ya kutumikia kifungo cha miaka tisa gerezani, Spadi aliachiliwa na hapo ndipo Nelly alipoacha kuvaa bandeji hiyo. Wimbo walioshirikiana Nelly na City Spud uligeuka kuwa wimbo maarufu, lakini City Spud hakufaidi umaarufu huo kwani wakati wote alikuwa jela. Nelly aliamini kwamba Spud, ingawa yuko gerezani wakati huo, hakuwa na hatia, na ili kuthibitisha hilo, alikuwa akivaa bandeji hiyo kwa ajili ya rafiki yake. Kwenye moja ya mahojiano, Nelly aliwahi kunukuliwa akisema, najua akiniona kwenye TV na kuniona nimevaa bandeji hii, anajua nimevaa kwa ajili yake mwisho wa kunukuu. Ok, lakini je, unafahamu historia ya Nelly? Wacha tuangalie nyota huyu alitokea wapi? Nelly alizaliwa tarehe mbili Novemba mwaka 1974 na wazazi wake walimpa jina la Cornell Iral Haynes Jr. na walikuwa wakiishi huko Austin, Texas. Nelly alikuwa mtoto wa pekee wa Cornell Haynes na Rhonda Mark. Baba yake alikuwa mwanajeshi wa jeshi la anga la Marekani. Kwa muda mrefu wa utoto wa mwanamuziki huyo Nelly alipokuwa na umri wa miaka saba, wazazi wake walitalakiana. Hivyo, Nelly na mama yake wakahama kutoka St. Louis hadi jiji linaloitwa University. Akiwa katika shule ya upili yaani sekondari, Nelly aliunda kundi la muziki lililofahamika kama Saint Lunatic, akiwa na marafiki zake kama Ali, Mafili, KY Juan, Slowdown pamoja na City Span ambaye alikuja kwenda jela miaka tisa na kumfanya Nelly kuweka bandeji shavuni. Kundi hili lilipata umaarufu kidogo baada ya kutoa wimbo wao wa Gimme What You Got uliotoka mwaka 96 licha ya watu hawa kuwa maarufu katika eneo la mizuri na sehemu ya karibu, kundi hilo lilishindwa kupata mafanikio nje ya maeneo yao. Hivyo wanakundi wengine wakakubaliana kumwacha Nelly apambane kama solo, yani awe peke yake, kwani kama kundi ilionekana wazi hakuna matunda yatakayopatikana. Ilipofika mwaka 99 Nelly akasainiwa na lebo ya muziki ya Universal Music Group. Akiwa katika lebo hiyo, inadaiwa Nelly hakupendwa sana, na hii ni kutokana na alikotokea. Wakati huo wanamuziki wa hip hop walionekana kutokea eneo la West na East Coast, lakini Nelly alikuwa akitokea eneo la Midwest. Licha ya kupitia maoni mabaya, Nelly aliweza kutoa nyimbo kubwa zilizovuma na kujipatia heshima. Albamu yake ya kwanza iliyoitwa Country Grammar ilitoka mwaka elfu mbili na kufanya vizuri sana. Mwaka elfu mbili na mbili akatoa albamu ya pili iliyoitwa Nellyville ambayo ilikuwa na nyimbo maarufu zilizokimbiza chati kama vile hot in here pamoja na Dailema ambayo ilikuwa hiti ya dunia. Hapo mwanzo nilikueleza kuwa wimbo wa Dailema ni wimbo pendwa wa wakati wote na wengi bado wanaofurahia wanapohusikia. Hivyo wacha ni kupe stori kidogo kuhusu wimbo huu kuna mtayarishaji mmoja wa muziki aliyeitwa Ryan Bowser. Sasa huyu alitengeneza mdundo yaani, instrumento ya wimbo huo, lakini Nelly aliusikia mdundo huo kutoka kwa mtayarishaji wa muziki kutoka St. Louis aitwaye Anthony Macon almaarufu kama bam. Nelly alipousikia aliupenda sana hivyo akaanza kuandika mashairi ya wimbo huo. Wakati huo alikuwa anaelekea kutoa albamu yake ya pili, na nyimbo nyingi zilikuwa zimekwisha kamilika. Hivyo, wakati wanakusanya nyimbo hizo, Nelly alibadilisha mawazo yake na akaamua kwamba wimbo huo atakaa urekodi atauweka katika albamu hiyo, wakati akiwa tayari amekushaandika mashairi ya wimbo huo. Nelly aliporudi studio mara ya pili akabadilisha mawazo na kuamua kumshirikisha mwanamuziki wa kike katika wimbo huo, na mtu aliyekuja kichwani ni mwanamuziki kutoka kundi la Destiny Child aitwa Kelly Rowland ambaye walikutana wakati wa ziara ya muziki iliyoitwa Total Request Live, ambaye walikutana katika ziara ya muziki mwaka elfu mbili na moja. Mwanzoni Nelly alisita kidogo kumshirikisha Kelly, lakini alitiwa moyo na dada yake ambaye alikuwa akipenda kumsikiliza Kelly. Hivyo Nelly akampigia simu Kelly Rowland ambaye alikubali kurekodi wimbo huo. Wakati wa kurekodi haikuwa rahisi kwani Kelly alitakiwa kurekodi mara kadhaa ili wapate ubora wanaotaka. Baada ya siku chache za kurekodi wimbo ukakamilika na ulipotoka Nelly alikuja kuweka kwenye albamu yake ya Nellyville, japokuwa haikuwa plani yake ya awali. Kutokana na wimbo huo wa Dilemma, ilianza kuhisiwa kuwa Nelly na Kelly ni wapenzi, lakini wawili hao walikana, huku Kelly aliyekuwa na umri wa miaka 21 wakati huo akidai kuwa Nelly ni kama kaka yake. Mwaka 2017, Nelly alikamatwa kwa tuhuma za kubaka. Inaelezwa kuwa mwanamke mmoja aliyeripoti polisi akidai kwamba Nelly alimwalika katika basi lake analofanyia ziara kisha akambaka. Nelly alikamatwa na kupelekwa polisi lakini aliachiliwa bila kufunguliwa mashtaka. Baadaye polisi walifuta madai hayo. Baada ya kudai mwanamke alienda kushtaki, hajaleta ushirikiano. Baadaye Nelly akamfungulia kesi mwanamke huyo kwa kuchafuliwa jina lake. Kesi hiyo pia ilifutwa baada ya Nelly na mtuhumiwa wake kusuluhisha mambo yao nje ya mahakama. Kwa miaka mingi, Nelly alikuwa katika mahusiano ya zima washa, yaani ya kurudiana na kuachana na mwanamuziki mwenzie aitwaye Ashanti. Wawili hao walikutana mwaka 2003 na wakaanzisha mahusiano. Kwa miaka yote walikuwa wakirudiana na kuachana, lakini ilipofika mwaka 2013 wakaachana mazima. Baada ya kukaa mbalimbali kwa miaka kumi, mwaka 2023 wakarudiana tena, kisha wakafunga ndoa na kupata mtoto wa kiume aitwaye KK. Asante kwa kutazama video hii. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine.